Sio. Paka ukae okay kwenye hii meza lazima uwe mshindi. Watu kadhaa wanakula kwenye mgongo wako au si, mm. Umeweka watu kadhaa kwenye map ya maisha, wanaweza kula msosi, wanaweza kunywa wakafanyaje, brother sio au si chini watumio, wana nufaika chini yake au si. Sio zaidi ya 30 mpaka 40 wamefahamika wametengeneza jina wilayani mikoani kwa kupitia yeye. Aidha wamejifunza mpaka skills sababu kuna watu ambao ni legendary, wamepita 24 na kama ujui ni number one, good and bad is in the top one kwenye branding, 24 club Manyoni, 24 club Singida. Na leo tupo na one and only big boss Mark 24, au sio, ambao ni mwekezaji wa club kanda ya kati, ambao mpaka sasa hivi ukiongea Manyoni na Singida huwezi acha jina lake. Big brother we back, au sio? Yes people they would like to to know brother, nampenda msanii gani? sabu ni mtu wa burudani. Ah, mi binafsi yeah, bwana uh -huh. Msanii naye mkubali ni Mr. Baisa. Yeah, Baisa. Mm. Familia sana ile, Kwanenei Baisa Baisa, bwana mm. na mkubali kwa sababu ya kitu kimoja, kwanza, kwenye show sio msumbufu, nafikiri ndio maana ameweza kufikia malengo eh, ni, ni yani... na na malengoni anaabu yule hmm. ni mtu ambaye kwanza unaongea naye kwenye simu direct wow, basi vipi? ah, kuna kimeo moja mbili tatu, hakuna cha manager wala cha nini, mnamaliza hapo hapo eh. right? Namkubali mpaka miaka yaani hmm. yule ni familia mpaka leo, kwa sababu hmm. amenyoka na anakwambia ukinitafuta, mimi sasa, piga piga kona nyosha so, mimi sinaga meneja sinaga moja mbili tatu. Inawezekana bro, tutafanya haiwezekani, nakwambia kabisa hapa. Hapana nakimea na unapiga naye pia vizuri, hana wasiwasi wala nini, yani nakutana na, na watu mtaani hadi zinakuwa nyingi na nini. Safi kabisa, yani mpaka una enjoy hata kabla ya show yeah, yeah. Lakini pia siwezi kumsahau mwanangu naye wa mitego ah, rais wa kitaa

Koduli sa legendary in the making, right? Kabisa. Yeye top 3 kiukweli, ni familia na watu ambao yani, muda wote ya